Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. As Je, muislamu apa umesema ni mwaka kwa pesa. Sasa yeye anauliza, je, mwislamu akiwa anamiliki miliki pesa ngapi iliyozunguka mwaka ndio anafaa kutoa zaka? Alhamdulillah, kipimo ya waislamu ya pesa wa, pesa Sheikh şey, Abubakar tunakadiria kwa dhahabu na dhahabu tunaangalia thamani ya dhahabu eh, gram 85 na dhahabu 24, 24, 24, 24, 24. 24, 24, 24, hmm. Shina nne yuko dhahabu halisi, lakini dhahabu nyingine kile mama unavaa sio dhahabu halisi, ina kitu kingine ameweka ambaye sio dhahabu, ili akae mapambo akunje vizuri, lazima aweke mada nyingine. Sasa lazima dhahabu afike Kreti, au iar ishirini na nne sio mm, ishirini na nne najua dhahabu ina kreti, kile naitwa iar iko kumi na nane kumi na tisa ishirini na moja ishirini na nne ishirini na nne okay, ni hai, hai. Ni dhahabu halisi ambayo watu wengine unakaa hivi kama nini ili aje kufanya kina mama avae lazima atakuja 21 mm. au 19, au 16 ila akhiri sasa, kama nayo e, hiyaar, krete, ya 21 kama sema na huyu 200, lakini dhahabu halisi ni eh, gram sabini ingine ni kitu ingine madini ingine ii bado hajafika stage ya nisab. <coughs> Pusema gramu unauza dhahabu ya 24, hmm. yeah. au dhahabu ha halisi uh, laki moja laki moja mara 85 ngapi? Milioni 8 na nusu. mm -hmm. okay. eh, milioni 8 na nusu takriban, ushafika mali yako kuanzia hapa unatoa zaka na hiyo e, ime yani 2.5 unatoa kama ishavuka thamani ya gramu 85, yani thamani ya dhahabu gramu 85 8 a ambayo dhahabu nyewe dhahabu halisi unaangalia, halisi sio madini nyingine, naam.